Sitaki, mau, sitaki, sitaki, maana ni sitaki sitaki ni nielewe maana ya sitaki. Ni kweli ni? Unasema? Ni mjamzito. Sophie. Ah. Asante Mungu, nitaje kuachana na mume wangu kwa sababu tokea nimeolewa na mume wangu Sifle, kama kuna kitu chochote ambacho unanificha na unakijua ni heri una uniambie ili tusije tukaharibu uhusiano wetu kati yangu mimi na wewe. Unajua mimi na wewe tunaishi vizuri na tunapenda kwa sababu hiyo muda unaosema nimpe mdogo wako huo muda unawezekana nimekupa na wewe vile vile, kwa sababu unaweza nikajua kumbe kulikuwa na kitu unajua ukanificha. Sijui mimi nitakushukuriaje shemeji yangu. Natamani sana nishirikishe shida ni nini kitu chochote alichoniambia kama tu nilivyokuambia shemeji yangu, hebu kwanza tumpe muda na imani, kila kitu kitakaa sawa Huyu ni shemeji yangu, siwezi kukuficha jambo lolote. kwa kama kuna ninge ninge ila, mani, kitu chochote ningegundua ningekwambia, ila nina maana kubwa sana kukwambia. tumpe muda na imani, kila kitu kitakaa sawa. Okay shemu, hamna shida basi. Hmm, tungepita tu ndani eh, tuingie tena ndani. Hmm. Ah, mimi naondoka bwana, nimekuja hmm, tu kwa ajili yako, tuzungumze tu, mimi niende

Hmm, ahila misi yani mimi kwa ma team siwezi. Bora niachane nazo. Team sio ma. Eh. Bila. Hmm. Sipi ndio mbona AI? Mambo zenu jamani? Oh, oh safi. Safi. Mbona AI? Oh, oh. Wow. Amna. Wewe. Vipi? Mbona mpaka muda upo hapa? Mimi ni mwana nyumbani, nipo peke yangu kwao, nimeboeka kwao, nimeona bwana nje kwenye kijio bado, tupige story yao ah. Mimi nimetoka huko na shughuli shughuli ndio alikuwa amepamba moto hatari yani. Nikaka. Biasa nikakukumbuka, na mtume kumbe kule kuna mfugo wangu nimeuacha. Nashangaa kuja <laughs> kukuta nakukuta hapa hey, vipi sasa. Mimi mfugo nimeguka, mfugo lini? Sikia wewe hapa, mi nimeondoka nyumbani mapema sana umeona, lakini wewe hujarudi. Mimi nika nyumbani pale kama gogo. Vipi? Mimi naona mtu akunipikia hamna, nimekuja kuna story kijiweni hapa <laughs> Ah, unapaa ya kunijibu. Kwani wewe si mfugo wangu inajulikana kabisa. Hakuna asiye hiyo kama ni mfugo wangu. Nakuuliza hivi, kwa nini mimi umefanya mpaka nitoka kwenye shiuli kule, nimekuzingatia yani wewe, nimekuja nyumbani haupo nani kakufungulia kile nyumba pale wewe na kati wewe ni mfugo wangu abidi ukae pale nyumbani, ulinde nyumba. Unachojua kukalia hapa nini? Ha, ila ila sema mke wangu wao anajadilisha. Kwanza lini mimi mfugo jamani? Eh? Mimi mfugo jamani eh? <laughs> Fedu sinchanganya, nenda nyumbani. We, tena u, tena ujiheshimu, ujiheshimu, nenda mbali kufanya nini? Nenda mbali kufanya nini? Yale yote huko, nimeacha shughuli yangu mimi huko, yaani nimeacha watu, ndio mambo ya mama moto na unja kuangalia wewe, unakuta na nakutapa kijiweni hivi, unachukuliaje? Unachukulia ina kwambia na kuiza, wewe jadu, unachukuliaje? Wewe mbilikimo wewe, yaani ile kwa chakule unaonika vile ni mpumbavu eh? Hao kukufikiria leo ndio imekuwa shida, yani hata tu singekufikiria kama nyumbani kuna mfugo Afwe. Hey, ee hey, hey, ee hey, hey, ee. Shemeji. Au mambo si hatupendi ujue. Umeelewa, sisi tunakuheshimu afu tutakuharibia sasa hivi. Umeelewa? Kama huo mfugo wako usubilie huko mkamalizane. Msicholeshe ujue hapo. Mmesikia? Unatokelea nuksi kwenye kijiwe hiki. Mambo gani? Au mambo ya ndoa sio hapa. Mgoje atarudi nyumbani. Kweli kabisa shemeji. Unachokifanya sio kitu kizuri. Angalia hapa tuko na maziki zetu. Afu na yeye mtu akikia anakuja kujaje kama hivyo sema eh? Wewe tutakutana nyumbani. Wallahi tutakutana nyumbani nakwambia, rafiki yangu uone. Mwanamke anaongea vipi ah. Eh, hey, vipi ndugu yetu na wewe? Sio ah? Ningempasua hapo.

Dada, hmm. Nimekuita hapa, naomba usipaniki maana dadangu ni mtu kupaniki sana. Naomba unisikilize, Sarah, na unielewe pia. Sawa, nakusikiliza. Mm-hmm. Dada, mimi nahitaji kuachana na mume wangu kwa sababu tokea nimeolewa na mume wangu simfurahii sijawahi kuifurahia ndoa yangu dada. Unajua dada, ndoa ina mambo mengi sana. Ndoa inataka mfurahie mume wako, uenjoy, ufurahie kumuona, lakini kwangu dada iko tofauti. Mimi nahitaji tunibaki mwenyewe, nataka tu niendelee na maisha Dada wewe sio kama ni dada tu kwangu. Mama yetu alipofariki alikuachia majukumu yote. Wewe kwa wewe, kwangu ni kama mama wangu. Kwa hili nambu nielewe, nadhani dada utanielewa na utaishi pia maamuzi yako. Sawa ndugu wangu Nimekuelewa, na kama ulivyosema kwamba mimi Hispanic, na kweli mimi Hispanic ni aa, kwa utulivu kabisanakusikiliza mimi nashima muzi yako siweziukupinga sana, ila sasa, mdogo wangu uni kama enda kupoteza kitu cha sana hmm? Kwa mdogo wangu wanataka wachee na mwano wako kwa ajili ya yule ex, unapoteza kitu cha samani, unapoteza kitu cha samani sana. Hebu angalia mume wako ametujengea nyumba kule kijijini eh? Amefanya vitu vikubwa kwenye familia yetu. Leo unapataje nguvu mdogo wangu wachane na mume wako, wache ndoa yako kwa sababu ya ex.

Hapana, tokea nimeingia kwenye ndoa yangu ikisi wangu hajaikuugusa mli wangu, ila haya ni maamuzi yangu tu, kwa sababu kwenye ndoa dada, kuna mambo mengi. Nimeingia kwenye ndoa sikatai, sikulazimishwa, ila simfurahii. Ndoa inabidi mfurahiane yani, ndoa inabidi uenjoyi Ndo inabidi mfurahie mume wako, lakini mi kwangu kwa tofauti dada, simfurahii kabisa. Najaribu kujionyesha kwamba nimwonyeshe namfurahia yani, najitahidi yani, lakini nashindwa. Haya, ila mdogo wangu x, ni kama kimbunga kinatoa majani kivulini kinapeleka juani, na amekuja kwako kukutoa kivulini kukupeleka juani. Usifate hisia zako mdogo wangu, tumia akili. Huyo ex wako huyo atakuja kukuponza. Shauri yako, utakuja kujutia. Oho, utayakumbuka maneno yangu. Nambie baby. Safi mambo freshi. Za wewe mi? Niko vizuri kama unavyoniona. Nipe okay. mpya na habari njema. Nataka nikwambie. Yeah, nakusikiliza. Cha kwanza mi pia nimefurahi, sijui kwako. Ah, nitakipokea tu, kweli kabisa. Ah, mi ni mjamzito natarajia kuletea mtoto. Unasema a mzito we? Ah. Asante Mungu! Sophie, unachoniambia unamaanisha au ah, unanivuruga ata kunichanganya tu kweli. Ah, hakika Mungu ni mwema ma ah. mpenzi wangu kwa hiyo nakwenda kuitwa baba haswa Sophie. Ah, ha, nakupenda sana yani, nakosa hata kuzungumza kwa kweli, nakupenda pia mpenzi wangu Ah, unajua siamini Sophie. Amini ninachokwambia. sisi nikupe nini mke wangu? Siamini unajua Sophie. Amini ninachokwambia. Ah, asante Mungu, asante Mungu. Ah, shemeji, mm, mambo shemeji? Poa, kwema. Kwema. Ah, shemeji, ule mfugo wako ule. <laughs> Yes. Eh. Eh. Shemeji. Eh. Mimi sijamuona kiukweli. Umeona? Na nimekaa hapa toka asubuhi. Siku atakuwa kaenda wapi huyu? Ah. Sasa msikia, shemeji. Mimi kuna mchongo nataka nikupe. Hmm. Afu mchongo wa hela. Ha? Kwa hiyo, shemeji, utakuwa uniambie mume wangu kaenda kufanya mchongo wa hela. Ah, nisikilize. Mimi nataka nikupe deal la hela, shemeji. Mimi hapa sielewi. Ah. Eh. Wewe unipe mimi. Eh. <laughs> Kaa kwanza chini. Shemeji. Shemeji mimi nataka nikupe mchongo hapa. Unajua? Mimi hapa nilipo shemeji mwezako sielewi. Sasa wewe ni nini shemeji? Shemeji mimi hapa mzako nina upwiru. Hapa nina hela hapa haina. Haina kazi. Sasa nikikutunza shemeji yangu sasa. Ah, eh? Shemeji bwana. Ah. Sio wewe simu nataka shilingi ngapi? Eh, <laughs> unanichanganya. Kwa hiyo hapo shemeji umesema una hela ambayo haina kazi, si ndio? Eh. Yeah. <laughs> Basi mimi shemeji nilikuwa nataka elfu thelathini tu. Ndio. Kwa shemeji elfu thelathini si hela ya jogoyo rafiki yangu. Mimi nitakuongezea nitakupa elfu kumi. Jumla itakuwa elfu arobaini. <laughs> Kwa hiyo shemeji unanipa hapa hapa kwanza? Ah -ah, kabisa. <laughs> Mimi nakupa usiwasi, sogea basi. <laughs>

Mambo mlembo, umefata nini kwangu? Swali gani la kuniuliza hiyo? Nisha kuambia hili geti siteki, ujulikanyage tena na kuuliza umefata nini kwangu. Unazani kilahisi rahisi tu mimi nita, nitaweza kukaa bila kukuona? Nisha kuambia sikutaki. Hivi huna hata uso wa aibu, wewe? Unakuja kabisa kwenye nyumba ya mwanamume mwenzio una akili kweli timamu wewe? Mage, mimi mwelewa na na akili timamu, sio chizi mpaka kufika hapa alafu nimeshazoea kukuona wewe. Mau, nishakwambia ni kuambia sikupendi, sikupendi Mau, sikupendi, mbona uelewi? <laughs> Mage, hebu niangalie, niangalie basi afu ndo niambie unitaki Nambo toke toka, Mau, toka kwangu, toka. Mage nitoke niende wapi? nenda kwako. kwani hapa kwako? hapa ni kwako sawa, sio kwako, lakini makumisi Mage umenimisi mimi tena, mimi tena umenimisi. Mau, kwa nifanyia hivi, lakini kwa nita kunivunjia ndoa yangu Sitaki uendelee kuja hapo, si ukagombanisha na mume wangu. Yaani sitaki kabisa ukanigombanisha na mume wangu, nakuomba. Yaani sitaki ma, sitaki, sitaki, nielewe maana ya sitaki. Nikuelewe nini? Unachotaka nini wewe? Mungu.